Nyinyi binadamu nyinyi, nyinyi binadamu nyinyi ni watu wa ajabu sana. Unapokuwa na hela kwa familia yako, yani kila mtu atakuja kukusalimia, kila mtu atakakuja likizo, kila mtu atakakuleta mtoto wake ajasalimie hapo. Unapokosa hela huoni mtu yoyote ngo. Kwanza cha ajabu kabisa, unapokuwa na hela alafu hela zikuishie, mpenzi utakuwa naye atakukimbia, atakuacha, alafu ndio utajua mume mwenzako Yaani utakuwa na rafiki siku, utakuwa umeachwa tu dailema, yani umeachwa upo tu. Yani siku hizi binadamu wanaishi kwa mtu juu ya kitu, yani ndugu yangu, yani unapoishi unapokuwa na pesa alafu pesa zikuishie, kubali kila kitu utakuwa nacho, yani kila lawama utalibeba wewe, utakuwa na msaada wowote, yani yani wewe utakuwa ni mtu, yani watu wataki ushauri wako, watu yani ualikwi kila kitu, yani e, wewe ndugu yangu omba sana, nani usikose pesa, uwe na pesa lakini sio nyingi kiasi, maana ukiwa na nyingi zinaweza kukuishia ikawa balaa, lakini nyinyi binadamu nyinyi nyinyi binadamu nyinyi